Karibu katika chaneli yetu ya YouTube, usisahau kusubscribe, pia kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii. Kama Tony Gaming TZ anaenda kuelekeza namna gani <tipos> ya kuweka modi, hata kama uko offline, utaenda kwenye ZArchiver hapa. Ukienda kwenye ZArchiver hapa, utaenda kwenye kwenye, kwenye, download. kwenye download, utashuka, utascroll chini hapa utaangalia modi kama ukida download modi uta, mm, utaikuta uta, uta, extract kama kawaida here. Ukiextract utaandika password utaandika password utamenya okay. Jinsi ya kuweka modi, inaeza ikawa hiyo modi haina password iko haitakuwa ina haja ya kuweka password, kwa hiyo utaendelea mbele, tutaminya okay, ita extract moja hapo. Kwa baada ya hapo, utaigandamiza kwa nguvu, utaenda option ya kukati au kukopi. Mimi mimi na na kati direct, nikikati nita enda kwenye button ya ku, ya kubaki tubaki mara moja. Baada hapo, nitafuta faili la ya basis id ili hapa kwa baadhi ya simu ilo, ilo neno basasaidii alipatikani hapo, linapatikana ndani ya dokumenti kwa ndani, yani dokum, ukifungua dokumenti kwa ndani unakutana na neno basasaidii. Kwanza nikuoneshe mfano hapo mbele, kama hujaona basasaidii hapo juu, inakuwa ndani ya ile file iliyoandikwa dokumenti. Kwa baadhi ya simu kwa kwa baadhi ya simu inakuwa ndani, ukifungua kwenye dokumenti unaikuta basasaidii. Kwa step hizo zifuatisha ni za mbele, kama ninavyoonyesha hapo ninavyo set kwenye hiyo nyingine, kwa fuatisha hapo mbele ID idili hapa, baadaapo unaenda mod unagusa, baadaapo unagusa tari hapo, wewe sharefu ko. Utawasha Utawasha data kama kawaida, tafungua ko utaenda gelijia. Asante kwa kuangalia, usisahau kusubscribe, pia kutufollow katika mitandao yetu ya kijamii kama Tony Gaming TZ DZ.